Ukweli au uongo. Hujambo msikilizaji wa idhaa ya RFI Kiswahili, karibu katika makala haya tukiangazia jinsi ambavyo Mitandao ya kijamii ni nzuri lakini pia inavyotumika kupotosha umma uko nami Hilari Ngati nami ni Jupiter Mayaka katika kipindi hiki tunachokifanya kwa ushirikiano na La Benevolencia moja ya habari tunayoangazia ni video na picha ambazo hazihusiani lakini zinadaiwa kuwa za mauaji ya majeshi ya Uganda nchini Sudan Kusini Kuongeza na hayo, wataalam wanaonya dhidi ya kutumia chai ya mmea wa dandelion kama tiba ya saratani. Kwa habari yoyote unaoishuku, wasiliana nasi kwenye WhatsApp. Anza na alama ya kujumulisha 254707888555. Jupiter Mayaka, timu yako imefanya vizuri wiki hii. Timu yangu imefanya vizuri, inapendeza kweli na raha mimi, na naona itakutana na yake Vitali Mugisha kwenye fainali. Sasa mimi na Vitali tuko sako kwa bako na ndiye fundo wa mitambo yetu leo. Na msikilizaji, ukishangaa sana, timu ya Jupiter ni Arsenal. Tuanze makala haya, ambapo mwezi uliopita majeshi ya Uganda yalitumwa nchini Sudan kusini kusaidia kutuliza hali kutokana na uhasama wa muda mrefu. Sasa msikilizaji, baada ya majeshi hayo kuwasili, chapisho kwenye TikTok linadai kuonyesha mazishi makubwa ya wanajeshi hao waliouawa, lakini ingati huu ni uongo. Video hii inaonyesha wafanyakazi wa kampuni ya sukari ya Zambia waliozama kwenye ajali ya boti mnamo Machi 24 mwaka huu katika mto Lwena. Na angalia hapa, maandishi juu ya video hii ya TikTok hii ya tarehe 1 Aprili yanasoma hivi: wanajeshi wa UPDF wameuawa nchini Sudani Kusini, ni aibu na uchungu kufa katika vita visivyo kuhusu Nafikiri April mosi ni watu wanadanganya sana, kwa sababu ni siku wanaita kwa kimombo. Hata mimi kuna siku karibu vitala nifanye kwa mpumbavu, lakini mimi ni mjanja. Sasa msikilizaji, kwenye video iliyochapishwa na akaunti inayoitwa Clever Kiss, watazamaji wanawangalia watu waliovalia sare za kijeshi wakibeba majeneza, na dai hili pia lilichapishwa kwenye X likiwa na picha ya wanajeshi wakisimama nyuma ya ndege ya kijeshi yenye majeneza yaliyofunikwa na bendera ya Uganda. Jeshi la Uganda lilikanusha kutumia silaha za kemikali nchini Sudani Kusini na kusema madai yanayoenezwa ni propaganda za akili mnemba, kwa maana ya AI. Sasa, kwa kutumia mbinu ya Google Lens kufanya utafiti kwenye fremu muhimu za video hii, tulipata video nyingine iliyochapishwa Machi 27 mwaka huu na kituo cha habari cha serikali cha Zambia cha ZNBC. Kichwa cha video hii kilisoma mazishi ya wafanyikazi wa kampuni ya sukari ya Kawambwa waliozama. Licha ya kuwa video hii ya shirika la habari la ZNBC sio sawa na ile ya TikTok, zote zinaonyesha tukio sawia la mazishi. Vyombo vingine vya ndani pia viliripoti, na katika hotuba ya Aprili mosi, shirika la Uganda la UBC lilichapisha uongozi wa jeshi la UPDF kukanusha madai ya mamia ya wanajeshi wake kuuawa Sudan Kusini. Ingati, hebu mnukuu alivyosema kaimu msemaji wa UPDF Chris Magezi, hapa alisema hivi, habari hizo ni uzushi mtupu, ni habari za uongo. Na pia AFP fact check ilifanya utafiti. Picha hii ya majeneza yakiwa na bendera ya Uganda, picha sili ilichukuliwa Agosti Ingati mwaka 2005 katika uwanja wa ndege wa Entebe kule nchini uganda. Uganda. Ukweli au uongo na bila shaka kipindi unachokisikiliza ni ukweli au uongo. Hii ni RFI Kiswahili. Kumbuka pia unaweza kutufuata kwenye mtandao wetu wa TikTok RFI Kiswahili, na hapa sisi tuna imizana kuwa mabalozi wema ili tusipotoshwe kwenye mitandao ya kijamii uko nami, Hilari Ngati, nami ni Jupita Mayaka. Sasa Ingati, kuna madai mengi yamekuwa yakienezwa kuhusu tiba ya ugonjwa wa saratani. Na sasa, wataalam wamepuuzilia mbali machapisho ya mitandao ya kijamii yanayodai chai ya dandelion kwamba ni tiba ya saratani wataalam wanasema hakuna uthibitisho kuwa ni tiba bora wakati huu wakitoa ushauri kwa wagonjwa kupata ushauri wa madaktari wao kabla ya kutumia virutubisho vyovyote au kupokea matibabu sasa wacha nisome vile ambavyo chapisho la Facebook la machi 25 lilivyosoma dandelion ni mmea unaoharibu seli za saratani kwa saa 48 tu ni mara 100 zaidi kuliko tiba kemikali au kimotherapi kwa kiingereza lakini pia chapisho hili linaendelea a kutolea mfano wa kisa cha mwanaume mmoja anadaiwa kupona ndani ya miezi minne kwa kunywa chai hii baada ya miaka kumi ya kupata matibabu ya saratani. Sasa hapa Elizabeth Platt ni mtaalamu wa magonjwa ya saratani katika shule Af ya afya ya umma ya John Hopkins Bloomberg, aliyeambia AFP mnamo Aprili 9 kwamba hajui matumizi yoyote ya kliniki yaliyoidhinishwa ya ya maua ya dandelion au mizizi kwa kuzuia au matibabu ya saratani naye. Mariane Beka, meneja wa habari za utafiti katika kituo cha utafiti wa saratani Uingereza, pia aliambia AFP katika barua pepe ya Aprili tarehe kumi kwamba hakuna ushahidi wa kisayansi kwamba sehemu ya dandelion ni njia bora ya matibabu ya saratani. Msikilizaji, mwaka elfu mbili na ishirini na moja Profesa Miong Sionkon kutoka kituo cha kitaifa cha saratani cha Korea Kusini alisema wakati huo kwamba madai kuwa mti huu kitumika ni tiba ni ya uongo kwa kuwa lazima ufanyiwe majaribio kwa viwango mbalimbali ili mbali kuthibitishwa kuwa ni tiba, lakini pia mashirika ya kagua ukweli kama vile CCRFI Kiswahili, GeoFactCheck, USA Today na Snopes pia yamekanusha madai haya. Asante sana msikilizaji kwa kuendelea kuungana nasi jioni hii. Na sasa kwenye sehemu yetu ya katuni, tunakwenda hadi kule nchini Tanzania. Tunaungana naye mchera vibonzo wetu maarufu D medi. Medi, habari ya jioni, umeshindaje? Salama kabisa. Sijui za hapo Nairobi. Kwema kwema kabisa. Jupiter yuko hapa, anafurahia timu yake ilifanya vyema sana, Arsenal. Sawa sawa, vizuri sana. Mpe ongera sababu muda umetuacha sana. D Medi, tuambie, unachora nini? Aa, katika wiki hii nitachora katuni ambayo inaelezea taarifa ambayo inatambaa kwenye mitandao ya kijamii kuwa kumepatikana tiba ya saratani. Wataalamu wamepinga, hiyo tiba haijapatikana, kwa hiyo taarifa hizo si za kweli, kwa hiyo nimechorea hiyo katuni. Nikushukuru sana Medi kwa muda wako. Labda najua kwamba msikilizaji ataweza kupata katuni yako akitembelea wavuti wetu wa www.rfi.fr/sw. Asante sana. Iwapo unataka kujua habari kama ni ukweli au uongo, wasiliana nasi kupitia nambari yetu ya WhatsApp alama ya kujumulisha 25477888555.

Msikilizaji, ukiwa na, na shauku kuhusu habari yoyote mitandaoni, ukurasa wetu wa Facebook ni RFI Kiswahili, lakini pia namba ya kusema nasi unaweza kutuma ujumbe wako kwenda alama ya kujumuisha 25477888555. Ukiniita Jupita Mayaka nitaitika, nami ni Hilari Ngati. Kumbuka kutufuata kwenye mtandao wetu wa TikTok RFI Kiswahili. Kwa heri.